Basi karibu sana asubuhi ya leo, wiki nyingine njema ametupa Mungu wetu. Nashukuru Mungu kwa sababu ya fadhili zake na wema wake. Popote unatazama Ndoto TV, naomba Mungu akakubariki akakutendee mema pamoja na makubwa. Wiki hii ikawe ni wiki ya baraka, ikawe ni wiki ya ushindi kwako, ikawe ni wiki ya kuinuliwa ikawe ni wiki ya faraja ikawe ni wiki mbingu inaenda kuitikia na madirisha ya mbinguni kufunguka na wewe kuweza kupata baraka. Kwa hiyo karibu sana siku ya leo, popote unaponitazama, unatazama Ndoto TV, karibu sana. Kumbuka unapoingia uweza kulike unaweza ukashare, ukasubscribe, barikiwe sana. Wacha tufungue kwa maombi. Baba uishie milele, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Tunaweka wiki hii mikononi mwako, ikawe wiki ya baraka, ushindi kwa maisha ya wanao, kwa maisha yetu kwa jumla, hata napowafunza ufunuo huu na siri iliyojificha kuhusu ndoto Baba ukasemena wao kwa jina la Kristo, nimeomba amina. Sasa leo ninataka nikufunze uh, maana tano ya hizi ndoto ambazo umekuwa ukiota na mpenzi wako ama mme wako ambao mulisha achana naye mulisha achana miaka mingi yupo ampo pamoja, ni mchumba, mlishawachana naye, ampo pamoja, mko pamoja, ni mume, mliachana, amko pamoja, lakini muda wote wewe unaota mnagombana, unaota mnagombana, mnapigana ha, mnakosana. Inamaanisha nini? Ikiwa umekuwa na ndoto hiyo, unaota na huyu mume wako Mkeo, muliachana amko pamoja, ampo pamoja, miaka imepita, ni x mchumba, muliachana pamoja, mulishaachana amko pamoja. Sasa siku zote unaota unaona mnapigana ha? unaota mkipigana naye mnapigana mnateteshana, kuna ugomvi kati yenu. Inamaanisha nini? Inaashiria nini? Sasa jambo la kwanza, ndoto hiyo inakuzungumzia ya kwamba bado haujapona kutokana na mahusiano ya kwanza. Unaambiwa kwamba haujapona bado, moyo wako na jeraha moyo wako na kinonda. Aa, moyo wako bado unaumia kutokana na ile ndoa ama yale mahusiano ya kwanza. Ninaomba kama unasikia sauti iko chini, pia unaweza ukaongeza ya kwako pia ya simu, itanisaidia kwa sababu kwangu hapa sauti nimeweka kupita ile ki ile kiasi ama kipimo inatakikana. Kwa hiyo ukiona sauti iko chini, samahani, unaweza pia ku adjust ya kwako ya simu. Sawa sawa, amina. Nimesema unapoota na huyu mchumba wa kitambo ama mme wako ambao mulisha achana naye, hamko pamoja kwenye mahusiano, hamko pa, pamoja kwenye ndoa. Sasa kila wakati ukilala unaota mnapigana naye Unaona, mna ugomvi, mnapigana, mna, mna rushiana maneno. Nimesema maana ya kwanza, ndoto hiyo inakuzungumzia ni kwamba bado haujapona kutokana na mahusiano relationship ile ya kwanza. Unahitaji kupona, inakuzungumzia unahitaji uponyaji, unahitaji kuondoka ama kuiondokea yale mawazo, ule uchungu wa kwanza yaliyofanyika unanielewa? Unazungumziwa, unahitaji kuondoka move on. Hata kama ni miaka ngapi imefanyika ishapita, lakini unaota ndoto hii, unazungumziwa bado haujapona, unahitaji uponyaji, unahitaji uponyaji. Sasa hii ni hatari, usipo deal nayo, usiposhughulikia, ukaingia kwenye mahusiano mengine ama ndoa nyingine, basi utaumia. Kwa hiyo inakuzungumzia unahitaji kupona unahitaji kupona. Na pia uh, unahitaji uponyaji kutokana na vitu ulivyofanyiwa. Kuna mambo ulifanyiwa ambayo ilikuumiza, ukikaa ukikumbuka ama ukiona leo hii mambo yale unafanyiwa una, i, i, ule uchungu unaamka una, kwa hiyo kitu cha kwanza elewa ni kwamba bado haujapona kutokana na ule uchungu ndio maana unaota ukipigana naye. Yaani kwa lugha nyingine, ama kwa kwa, kwa nikiweka kwa njia rahisi ama nyepesi, unielewe, bado unapigana na yale matatizo, bado unapitia ile shida, japo kuwa ulishatoka, mko pamoja, kile kitu, ule uchungu bado uko ndani yako. Jambo la pili, unapoota mnapigana naye na miaka imeenda hamko pamoja na huyu mmeo mkeo ama huyu mchumba wako mulisha achana, lakini unaona muda wote, kila wakati ukioto unapigana naye, basi ndoto hii inakuonyesha kwamba hamkuwa haikuwa kusudi la Mungu muwe pamoja, haikuwa mpango wa Mungu muwe pamoja, you are not meant for each other haikuwa kusudi la Mungu muwe pamoja. Roho yako imekatana naye, ama roho zenu hazikubali, zimekataa kukubaliana kuwa pamoja. Biblia inasema wawili hawawezi kutembea pamoja isipokuwa wamepatana. Kwa hiyo roho zenu zimekatana, ndio maana unaona mnapigana sawa sawa, unaona kila wakati. Kwa mwingine unaweza ukaja ukakuta ya kwamba ndio mliachana, lakini wakati mwingine unawaza jinsi mnavyoweza kurudiana na nini, alafu baadaye unaota ndoto hii, unaona mnapigana. Inakuzungumzia kwamba ninyi hampaswi kuwa pamoja, roho zenu hazijaingiana. Kwa hiyo inakuzungumzia kwamba huyu hakufai, roho imekataa kwa hiyo, kuwa mwangalifu sana. Namba tatu ja, maana ya tatu a, ni kuonyesha una u, ukona, a, uko distressed. yani nitaiwekaje kwa Kiswahili? yani una una ule usumbufu kutokana na mahusiano ama maisha yako ya kwanza. Unapoota inaonyesha kwamba maisha yako unasumbuka kutokana na maisha ya pale nyuma, sawa sawa, una vita kwenye mawazo yako, una, kuna, kuna ugomvi ndani yako, kuna vitu vinavyoendelea ndani yako ambaye haiko sawa, unamsonga ule msongo wa mawazo kutokana na maisha yako ya, kwa, ya kule nyuma, kuna vitu haikuenda sawa. Sasa Mungu anapotaka kunena nawe, akuambie kwamba kwa sasa hali ambayo uko ndani yake, una msongo wa mawazo kutokana na maisha ya pale nyuma, atakuletea ex wako, kwa sababu yule ex anasimamia mahusiano. Kwa hiyo Mungu anakuzungumzia kupitia ndoto hii ya kwamba ile ndoa ya kwanza kule nyuma, mahusiano ya kwanza bado una vita, una mawazo kuhusu jambo lile. Kwa hiyo unahitaji kufanya jambo, ili msongo wa mawazo haya yasikuletee matatizo, sawa sawa. Na pia inakuzungumzia ya kwamba unapitia mambo magumu maishani, ama unaenda kupitia mambo magumu maishani ndio maana unaona Mungu atakuletea ndoto hii kuhusu yule mulia, achana naye, maana unakumbuka yale ambao uliyapitia. Kwa hiyo sasa, huyu anasimamia maisha ya kule nyuma. Sasa kwa hii inakuonyesha kwamba bado uchungu na yale mawazo ya pale nyuma ambayo yalikuumiza bado yanakutawala. Kwa hiyo ndoto hii inakuonyesha kwamba unapitia kipindi kigumu maishani sasa. Sababu ya ndoto yokuja wahitaji kushughulikia ama kuachana na yale ya kule nyuma. Ndoto ya nne, aa, ni ndoto ambayo inakuonyesha ina kwamba maisha yako umefinyiliwa, umefinyiliwa kutokana na mahusiano yaliyotoka kule umeshindwa kuinuka ama utashindwa kuinuka, unashindwa kuchukua hatua maishani kwa sababu umekaliwa, yale yaliyofanyika pale yamekulemea, ni mazito. Na pia inakuzungumzia kuhusu huenda mahusiano ambao ama maisha yako ya, ya ndoa haiendi vizuri ama ya, ha, maisha yako ya ndoa hayatakuwa mazuri unapoota mnapigana naye, inaonyesha katika eneo la ndoa kuna mashambulizi, maisha yako haitaenda vizuri, ndio maana unakaa unapigana naye. Kuna watu katika eneo la ndoa unasikiaga, unasikia, unasikia mtu anasema mimi naona sikujaliwa na nyota ya ndoa. So hii sio nzuri, unahitaji kufanya jambo. Ya mwisho ya mwisho inakuzungumzia ya kwamba unakabiliana na shida ama matatizo kutoka kwenye maisha yako ya kule nyuma, maisha ya kule nyuma. Sasa muda wote unaona unapigana naye, ni ndoto ambayo inakuzungumzia maisha yako haiendi vizuri, maisha yako haiendi vizuri, maisha yako umekosa mwelekeo, ndio sababu unapigana na unaona ukipigana naye kila wakati, unaona mnagombana kila wakati. Mungu analeta kwa sababu ni mahusiano ambao ulishatoka ndani yake, ulishindwa kuendelea nayo, ulishindwa kuyavumilia, ulishindwa kuelewa ama kuchukua hatua nzuri ya kuielekeza. Sasa unapoota inakuzungumzia kwamba maisha yako ya sasa auendelee awende vizuri, umekosa mwelekeo, ndio sababu ile inaletwa. Uh, ex wako analetwa, yule mmeo mkeo ambao muliachana, mpenzi muliachana, anakuja. Maana inakuzungumzia kwamba maisha yako hauendi vizuri. Pia inakuzungumzia kuna kitu kinachojaribu kuzuilia mafanikio yako, kuna kitu kinachotaka kuzuilia mafanikio yako yani pre, uh, progress yako. Kwa hiyo unapokuwa na ndoto hii, mwana wa Mungu, mambo hayo matano yazingatie, mwombe Mungu atakusaidia uh, na kila kitu kitakuwa kitakuwa sawa. Amen, amen, amen. Purity unasema ndoto ya kupewa misheveve na bwanangu anakutakia afya nzuri, anataka uwe na afya njema, anataka uweze kunawili sawa sawa. Esther Mokami unasema sauti ipo chini, nafikiria sasa unanipata vizuri. Faith Nduku, Mungu akubariki sana, nie abarikiwe sana Elen. Mungu akubariki baba ushie milele, na kushukuru kwa nafasi hii nimeweza kuwafunza kuhusu ndoto hii, ninaomba ya kwamba yeyote ambaye amejikuta amekuwa na hizi ndoto, kampe ushindi, kamsaidie kushinda maisha ya kule nyuma, maisha ya uchungu, maisha ambayo ilimnyima amani, na Baba atakushukuru kwa jina la Yesu nimeomba. Amina basi. Uh, ninaomba nimalize kwa sababu naona wengi hawajaingia bado, nimalize hii alafu nikuje kipindi cha pili cha kutafsiri ndoto. Amen, nikurudi na kipindi cha pili cha kutafsiri ndoto yako, itakuwa vizuri, na najua kwamba Mungu Atakubariki. Unatazama Ndoto TV, ukombozi wako ni